Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala sayyidina rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawala. Amma baad, maashara almuslimin, tuko katika kukumbushana kuhusiana na njia ambazo kwamba tumewekewa na wana wazuoni, njia chache ambazo zitaweza kutufikisha sisi katika uchaji Mungu. Ndugu zangu wa Kiislamu tufahamu ya kuwa lengo na shabaha la sisi kuletewa mwezi mtukufu wa Ramadhani ni ili sisi tuwe wachaji Mungu. Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala alipotuambia kutiba alaikumusiyam kama kutiba ala alladhina min qablikum laallakum tattaqun, mumefaradhishiwa nyinyi kufunga kama walivyofaradhishiwa waliopita kabla yenu laallakum tattaqun, ili nyinyi mupate kumcha Mwenyezi Mungu subhanahu wataala. Kwa hiyo lengo la kuwa kuletewa huu mwezi mtukufu wa Ramadhani ambao sasa hivi Tuko katika kumi la maghfira, lengo na shabaha ni sisi tupate kumcha Allah subhanahu wa ta'ala. Ndugu zangu wa, ta wa Kiislamu, taqwallah, yeyote mwenye kupata taqwallah, basi huyo amefaulu, amefaulu hapa duniani na amefaulu kesho akhera mbele ya Mwenyezi Mungu subhanahu wa ta'ala, lakini njia ambazo zitatufanya sisi tufike katika takwallah, kwa sababu kila kitu kina njia zake. Hata takwallah ukiitaka au ukitaka mambo yoyote ya juu, lazima upitie katika njia zake ndio uweze kufika katika hayo mambo ya juu ambayo wewe wayataka. Ikiwa njia ya kwanza ambayo mimi na wewe twaweza kufika au kupata kuwa wachaji Mungu kuweza kupata taqwallah. Njia ya kwanza, ndugu zangu wa Kiislamu, ni adduaa, ni kumwomba dua sana Mwenyezi Mungu subhanahu wataala. Kila wakati umwambie Mwenyezi Mungu, allahumma inni asaluka al-huda watuqa wal'afafa walghina asaluka al-huda. Mwenyezi Mungu ya rabbi, mimi nakuomba al alhuda na kuomba uongofu uniongoze katika njia nzuri, katika njia za kheri. Watuka kadhalika na kuomba uchaji Mungu, wal afafa wal ghina. Njia ya kwanza ili ya wewe uweze kufika katika takwa Allah, hebu kila wakati muombe Mwenyezi Mungu subhanahu wa taala dua, akufikishe katika takwa Allah, au akufikishe katika mambo ya juu, insha Allahu taala utafika yeye Mwenyezi Mungu ndiye aliyetuambia, wa idha saalaka ibadi anni fa inni qarib ujibu da'wata da'i idha da'ani, zama waja wangu watakapokuuliza wewe, wa idha saalaka ibadi anni watakapokuuliza wewe kuhusu mimi, wanapokuwa wananitaka mimi katika kuniomba dua katika mambo mengine yoyote, wana shida, wana msamaha, wataka kupewa msamaha. fa inni qarib, mimi niko karibu. ujibu dawata dai idha da'an, najibu maombi ya yoyote ambaye kwamba ataniomba, atasimama usiku mchana kuniomba mimi, basi mimi nitamjibu. idha daani, pindi watakapo niomba mimi. Kwa hiyo njia ya kwanza ambayo itatufikisha sisi katika taqwa Allah, katika uchaji Mungu. Kwanza ni addua ni kumwomba dua Mwenyezi Mungu Subhanahu subhana wataala kila wakati. Njia ya pili, nahimma, nahimma katika ya pili alhimma ni kuwa na himma kuwa na himma katika Alquranu lkarim kusoma, kuwa na himma katika dhikrullah kumtaja Allah subhanahu wa wataala, kuwa na himma katika mambo ya kheri, huwe na himma, kwa sababu wanasema alhimmatu tariqun ila alqimma, himma ndiyo njia inayomfikisha mtu katika kilele. Himma ndio inayokufikisha katika daraja za juu. Kuwa na himma. Alhimmatu tariqun ila alqimma, himma ndiyo njia itakayokufikisha katika sehemu nzuri. Kwa hiyo kuwa na himma, uwe na himma katika mambo ya kheri. Na kama wanavyosema biqadri alkaddi -kadi, tuktasabu almaali, kwa kiasi cha wewe utakapokuwa wajipinda una himma tuktasabu maali hata yale mambo ya juu pia yali, utayapata huchumwa yale mambo ya juu kwa kiasi cha mtu anavyojipinda. Bikadiri lkadi tuktasabu maali, kwa kiasi cha mtu kujipinda, ndio yale mambo ya juu pia yanapatikaniwa. Ili upate mambo ya juu, ili upate uchaji Mungu, basi uwe na himma, siyo tu uchaji Mungu mwezi mtukufu wa Ramadhani huu kisha alafu tualala twataka uchaji Mungu kisha hatuna himma katika mambo yanayotufikisha katika uchaji Mungu hatuwezi kuupata uchaji Mungu. Kwa hiyo mpaka tuwe na alhimma, tuwe na himma ya juu, ndio tutapata uchaji Mungu. Allah subhanahu wa taala atuambia, walladhina jahadu fina lanahdiyannahum subulana, wale ambao kwamba jahadu fina, wamejipinda katika njia zetu, lanahdiyannahum subulana hakika tutawaongoza katika njia zetu. Jahadu fina, mujahada, mujahada ni alihimma, kujipinda. Wale ambao watajipinda katika njia zetu, katika njia za kheri, katika njia za ilmu, katika njia za uchaji Mungu, kutafuta uchaji Mungu, Allah anachukua ahadi kwa kutuambia maneno haya, lanahdiyannahum subulana, watu hao tutawaongoza katika njia zetu, yani tutawafikisha. Wanataka kufika katika uchaji Mungu, tutawafikisha wanataka kufika katika mambo ya kheri tutawafikisha, lakini kitu kikubwa almujahada, tuwe na mujahada na himma kujipinda katika mambo ya kheri, ndugu zangu wa Kiislamu. Kwa hiyo addua, kumwomba dua sana Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, alhimma na kuwa na himma katika mambo ya kheri, tutafika kule tunakotaka. Kisha jambo la tatu alistiqama, mtu kuwa na istiqama Innal ladhina qalu rabbuna Allah thumma istaqamu tatanazzalu alayhim almalaikata alla takhafu wa la tahzanu alladhina qalu, waliyosema rabbuna Allah, sisi mola wetu ni Allah, wakamchagua Mwenyezi Mungu. Thumma istaqamu, kisha wakawa na msimamo, hao ndio watakaofaulu. Yule sahaba alimuuliza Sufyan, alimuuliza Mtume sallallahu alayhi wasallam, akamwambia qul li qawlan, niambie mimi neno katika Uislamu, sitomuuliza mtu mwengine yeyote asiyekuwa wewe. Mtume akamwambia qul amantu billah, sema nimemwamini Mwenyezi Mungu kwanza, imani. Thumma staqim kisha uwe na msimamo katika ibada za Allah subhanahu wa ta'ala. Haya mambo matatu leo tumeyazungumza, ambayo tutakapokuwa nayo, addua, kila wakati kumomba dua Mwenyezi Mungu, Alhimma, kuwa na himma katika mambo ya Allah subhanahu wa ta'ala. Alistiqama, kuwa na istiqama katika haya mambo ya kheri, kudumu katika mambo ya kheri, kudumu katika swala tano, kudumu katika dhikrullah, kudumu katika kuisoma alquranu lkarim. Haya mambo yatatufikisha sisi insha Allahu ta'ala katika uchaji Mungu. Inna, inna lilmuttaqina mafaza twajua kwamba wenye kumcha Mwenyezi Mungu ndio wenye kufaulu fi dunia, wenye kufaulu kesho akhira. Kwa hiyo tuwe na haya mambo matatu inshallah Allahu taala, tukiwa nayo tutafika katika uchaji Mungu. Hizo on ndio njia ambazo tumezieleza leo. Allah subhanahu wa ta'ala tuwafikie ila la kheri, atjalie min alladhina yastamiuna alqawla al fayattabiuna ahsana. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.